Ndugu zangu Waislam islamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuha ladhina amanu, enyi mloamini, atiu llaha wa atiu rasula, mtiini Mwenyezi Mungu na mumtii Mtume sallallahu alayhi aleihi wasallam wa sallam, wa ulil amri minkum, na wale ambao wamepewa madaraka miongoni mwenu. Aya ilikuwa inamakusudia umma wa Kiislamu, lakini tunavyozungumzia uchaguzi katika jamii yetu hatuzungumzii umma wa Kiislamu, tunazungumzia ule msingi ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kauweka kwamba ukikosekana uongozi na utiifu kwa viongozi, utiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile utakuwa haupo, na utiifu kwa Mwenyezi Mungu nao utakuwa haupo. Kwa hiyo Allah subhanahu wataala ameweka mpangilio huu. Sasa msingi huu pamoja na kuwa unawahusu waislamu katika serikali yao, maisha yao, lakini unaweza ukaenezwa katika maeneo yote, kwa sababu ni msingi ambao umepangika kuleta utaratibu katika maisha ya mwanadamu.